maneno ambayo yametumika hapo ni vizuri kuangalia neno lililotumika na kusoma hadithi au riwaya. Sasa zingine mtu uisoma, lakini ndani ya fikra yake ana fikra nyingine, au ana tasaburi nyingine. Sasa neno islah ifsad ni maneno ambayo yanakabiliana, kutengeza au kurekebisha, na ifsad ni kuharibu. Kitu ambacho kimeharibika kinaitwa fas, mtu mwenye kuharibu anaitwa fas mufsid. Kuna hii aya ya Qurani nzuri inaelezea waziwazi ya kwamba kuna watu ambao wanasema wakifanya wakiwa na watu anasema, innama nahnu muslihun, yaani kwamba sisi kila kitu tunachofanya tunatengeneza mazuri, kama wanasiasa vile utudanganya, sababu nitakuja nitawatengezea barabara, nitafanya hivi, sijui nitafanya yani, wanasema sisi ni wema, kama vile shetani siku zote anatudanganya, nakwambia, mimi nakutakia kheri, sikutakii kibaya. Mwenyezi Mungu anakwambia la ta'khudhuhu Eh, sadikana niiitakidhuha ni, ni, aduan shetani, mchukweni ni adui, msifikiria, nawaambia ukweli, ni muongo nambio. Aya hii vile inasema ya kwamba wale kwa waovu huwa wanasema nahnu muslihun, lakini Mwenyezi Mungu anatilia mkazo inna ma humul mufsiduna walakini la yashuruna hawajui ya kwamba wanafaya maovu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu habadilishi uovu wao au kuharibu kwao, akafanya nini? Amali yao ni ambaye ya ya ni chafu ni mbaya, akaibadilisha ikawa nzuri an, hiyo ndio maana yake. Lakini kulingana na swali, ni kana kwamba fikra ni kwamba Mwenyezi Mungu harekebeshi matendo ya mwenye kufanya dhambi. Labda ndio ilikuwa fikra ya kwamba mtu ambaye amefanya dhambi, ametubu, Mwenyezi Mungu habadilishi matendo ni yake na nini kwa yakawa mazuri. Haiendi upande huo, inazungumza inasema ya kwamba mtu ambaye ni mwovu ni mbaya anatengeza anataka kuharibu, Mwenyezi Mungu hayabadilishi maovu yake kuwa mazuri, maovu yanabaki maovu, mabaya yanabaki mabaya Na. <coughs> <Baza>. <coughs> <coughs> <Wazum -salama. coughs> Lakuwa wameandika swali lilikuja baada ya maongezo

Sisi tunaona hana faida kweli. Asante sana kufuatana na vile ilivyo ni kwamba sisi. labda hata hali yako iko duni zaidi, lakini kuna vitu ambavyo Mwenyezi Mungu hakuruhusu kabisa. Kuna vitu ambavyo aslahi, wewe kama Mwislamu, hauna ruhusa ya kujiamulia. Utakuta katika nchi za wazungu hivyo, mtu akionekana ni mgonjwa na ndugu, nasema ninamsaidia, ati huo ndio ubinadamu. Wewe unajuaje ya kwamba mwenyezimungu anaweza kumponya hata mtu ambaye yuko katika hali ya koma anaweza kuwa ataingia kwenye koma na akakaa miaka mingi, hauna ruhusa ya kumuua yaani ya kusema basi ina faida na nini, labda gharama inakuwa kubwa, oxygen mpaka nitoe kila siku pesa na nini. Hauna ruhusa, lazima uendelee, labda ukitokezea basi imekatika na nini, lakini siwe mwenyewe. Kuna wengine huo hata wanaanzika labda huyu mtu anasema kwa vile amekufa ubongo wake. Kunajua kuna ule kufa ubongo. Kwa mfano ako hai, lakini wanasema ubongo shakufa tayari. Sasa mtu kama huyo unakuta wengine wanasema sasa tutoe sadaka mali yake, tudonate, ati moyo wake, jinini yake. Kuna watu ufanya hivyo, kuna wengine wanauza. Sasa wacha kudonate, tukuuza kulingana na vile ilivyo kisheria Kiislamu ni kwamba uhai ni miliki ya Mwenyezi Mungu. Wee huna ruhusa ya kuamua kutoa uhai wako wala uhai wa mtu mwingine, hata kama labda hali zinaonekana aa, hata amka, anaweza kufariki. Subiri mpaka Mwenyezi Mungu atukue uhai wake. Anaweza kukata miaka mia moja waukakarishu kamwacha katika hali ile kwa hivyo haijuzu kufanya vile. Hiyo kitu cha kwanza, uhai hauna uhuru wa kujiamulia. Kitu cha pili ni heshima, eza yako. Ni haramu kujidhalilisha mbele ya watu, haramu kabisa. Na ndio ile tunasema hata Imam Husein na sikudhaliliwa. Tunasema utasikia mashia wakisema haihaata, ina dhilla, yaani udhalilifu ni mbali kwetu muumini na rasuli wewe ukajiweka katika hali ya kudhalilika mbele ya watu na ukajidhalilisha mbele ya watu. Hisma ya muumini ni kubwa na unatakikana kuichunga. Sasa kama ni uhai, hata labda kwa mfano umeingia katika sehemu ambayo ni hatari, unaambiwa kwamba hakuna chakula, hakuna nini isipokuwa cha haramu, nguruwe kwa mfano, unaambiwa kwamba ule ile hiyo nguruwe. Ni wahi sasa uchukua uhai wako na nguruwe tena, sasa hapo inakuwa si haramu, unakula kipande vipandikiohili ambavyo vitatosha wewe uendelee kuishi, lakini ku kumuua mtu au kujiua au kumaliza umri wako haijuzu kabisa, mfaana, na ukirudi kwa Mola wako utarudi mijia mkoni na adhabu sasa ikatokea ee, familia kwenye familia moja akaugua, hizo zake zimefedi. Sasa ikasemekana kwamba atoke katika familia ya mtu mmoja, atoe yake moja amsaidie. Sasa hii ina itampelekea huyu

ninakutana na haya ambayo <tune> tumezungumza kwamba mtu mpaka achunge uhai wake. Sasa turudi kwanza, maulamaa kuhusiana na jambo hilo wote wako katika msimamo mmoja au la? Maulamaa wanapingana katika jambo hili. Kuna wanaosema ya kwamba inajuzu kutoa nini kiwidiwili yaani, figo ukampa huyu, lakini sio ukiwa hai, sikoma wewe sasa hivi wengi wao hawakubali hilo jambo la kuwa wewe uko hai uko salama, ukasema mimi nataka kumpatia fulani hivyo. Kuna wa baadhi wachache ambao wanasema vile, na wengine wanasema na baada ya kuwa fulani amefariki na figo yake yaweza ikachukuliwa na akawa akapewa. Baadhi ya maulamaa ndio wanasema hivyo, lakini baadhi ya maulamaa wanapinga kabisa. Mambo mawili, jambo la kwanza ni kwamba mtu ambaye yuko salama hana matatizo atoe yake, ampati, awate, kingo yake ampatie, au atoe kiungo chake ampatie. Wanasema wewe huna haki na utawala juu ya mwili wako, huwezi kwa Mwenyezi Mungu amekuumba na amekuweka salama. Kwa ajili hiyo wewe una haribu maumbile yale Mwenyezi Mungu amekupatia, na hauna utawala sietu, kwamba unajia wewe unafaa kujiamulia kutoa kiungo na kukifanya vile utakavyo. Kama mwingine ni moja akashuka chini sasa. <coughs> alikuwa amefunga jicho moja, alikuwa amefunga jicho lile. Malaika alimpata ana jicho moja amefunika, akasema: <coughs> ni kuna nini? sababu mimi naona Mwenyezi Mungu amezidisha hili jicho, hata ni lazima moja linanitosha, ili iatu ndio sababu nafunika. Anajua kwa nini amekuunga, amepatia macho mawili s <coughs> kidika kitu moja sasa, ndio hivyo siku hizi kenezua veziumba. Hata sisi katika tiba ya Kiislamu hatusemi ya kwamba mtu afanye operation, ila tu inapokuwa labda hamna, ni dharura kabisa kabisa kabisa, hamna njia nyingine, ndio lakini njia zipo za kutibu, na kitu kama kiungo, kwa mfano, baada ya kukitoa, kwa mfano apeli sahimu, kuna dawa hizi tiba za siku hizi ndio hazijui lakini tiba ziko hizo zinaweza kutoa uchafu ambao uko kwenye appendix, au labda kiungo ambacho kina matatizo bila kufanyia operation na kikarudishwa na kikawa kinafanya kazi. Kwa hivyo haijuzu kufanya vile. Hiyo ni mtu kwa hai kumtolea mwingine, ama aliyefariki, au waulamaa pia wengine hivyo nimaliza. Ya kwamba ya pili ni kwamba maulama wakiwa wana wengine wanakataza wanasema, mtu ambaye wa amefariki tumekatazwa kumpasua maiti katika na adinii, sababu mtu anapokufa hatumpeleki postmortem, ila tu inapokuwa ni hamna njia nyingine ya kuweza kujua amekufa vipi, kuna dharura kabisa, ndio wanafanyia operation na kuangaliwa. Hii ni sababu ama kupasiliwa baada ya kufariki, baadhi ya maulamaa pia wanasema haijuzu, lakini baadhi ya maulamaa wanasema inajuzu. Kwa hiyo hizo ndio hali ambazo ziko mbili, ambazo inategemea wewe namkwata mtaji gani, ndio upate katika hayo lakini

nochelewachewa kuna darsa zile za kinamama inshallah, tunaweza tukaelekeza kule maswali. Kuna darsa za watu wote msikitini hapa, inshallah hata nei pia, na kuna darsa hizo